Chui dume ambaye ni miongoni mwa walioua kondoo na mbuzi 33 wa wananchi wa kijiji cha Mwalali kilichopo kitongoji cha Chungu cha Ntemi kata ya Mwanswale wilaya wilayani Itilima mkoani Simiyu wamenaswa kwenye mtego uliowekwa na, na Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA na kusafirishwa kupelekwa kwenye mashamba ya serikali huku wengine watatu wakiwemo chui jike na watoto wawili nao wakiwekewa mtego ili kuondoa usumbufu na hasara za wananchi wa maeneo hayo. Wakizungumza na waandishi wa habari mkoani hapa, Salu Ntuguto na Sanilo Kado Kadaso wakazi wa kijiji cha Mwalali wamesema kuwa uwepo wa wanyama hao umekuwa ukiwasumbua wananchi wa maeneo hayo, hasa kuvamia na kuua mifugo yao nyakati tofauti. Hivyo wameziomba mamlaka husika zinazohusika na wanyama kuona namna nzuri ya kuondoa chui hao kwenye maeneo yao ili kuondoa hofu kwa wananchi. Anatusumbua muda mrefu, waga, anakuja mazingira anachukua mbuzi, hatamva, anachukua mmefanya vizuri sana kutusaidia. Kwa sababu gani? na watoto wanachunga, naweza wakaliwa wapo, umo kwenye kamlima kale, ndio wanakaa pale pale, pale wanatumalizia mbuzi Inaomba waidiwe zoezi endelevu maake hawa chui sio mmoja kwa sasa hawaonekani, kama mama na watoto maake, tulikuwa tuna wanao juu na watoto, aliye naswa ni dume. Wachungaji ni watoto wadogo wanachunga juu ya milima. Tunashukuru Mungu, kwa binadamu alikuwa hajaathirika, lakini kwa wanyama wanadurusisha nyuma kimaendeleo. Mbuzi ukiuza mmoja unasomesha watoto, lakini leo hii mbuzi 33 wameenda, huwezi kusomesha, kwa sababu unarudi nyuma kimaendeleo. Sisi benki yetu Wasukuma ni mifugo, na hiyo benki inahadibiwa u kwa msaada uliotoa iendelee kutoa kwa sababu hawa wakiisha wamebakia kama mama na watoto wawili. Amesumbua muda mwingi sana mpaka ikatokea siku moja akabeba aka mbuzi saa kumi na kupeleka mlimani, tukatumia njia ya simu kupiga ripoti TAWA na tukapata usaidizi. Baadhi ya vijiji vilivyopo wilayani Itilima vinazungukwa na, na pori la akiba la Maswa kama ilivyo vijiji vya wilaya Meatu na Bariadi mkoani hapa kama anavyofafanua Dr Elias Mwamsabe daktari wa nyamapori kutoka TAWA ambiwa kuna mnyama zaidi ya mmoja. Kwa hiyo, huyu wa kwanza tumeondoka naye, tutaendelea na hili zoezi mpaka pale tutakapojiridhisha kwamba wanyama wote wameweza kutoka. Baada ya kumkamata, hatutampeleka sehemu ambazo ni za mbali. Tunaweza tukabadilisha matumizi, mmoja ya kubadilisha matumizi ya mnyama, tunamwondoa kutoka kwenye vijiji vya watu, tunampeleka kwenye mashamba ya serikali ambapo mwananchi au mtoto ambaye ni mdogo au mwanafunzi anaweza akaja kujifunza pale akamwona. Lengo lake ni kwamba tumepunguza kero mtaani, tumemtoa, lakini pili asiweze kurudi katika eneo husika. Kutoka mkoani Simiu, mimi ni Frank Amani wa Liquid FM, endelea kufuatilia taarifa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na Twitter uweze kufahamu mengi yanayotoka 97.3 Liquid FM Musoma.